ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ukiwa ni mchezo wa Kariakoo dabi, mechi ya mzunguko wa ishirini na tatu ligi kuu ya NBC. Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona hapo siku ya jana kikosi cha wekundu wa Msimbazi kilishindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sababu ni makomando wa kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club waliweza kuwatimua wachezaji wa klabu ya soka ya Simba na kutokiliruhusu basi la klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunaona watu wengi wanajiuliza, je, mchezo wa Simba dhidi Yanga sports klabu siku ya leo utakwenda kuchezeka? Kwa sababu Simba inavyosemekana hawajafanya mazoezi pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na klabu ya soka ya Yanga kuwazuia Simba kuingia. Kwa hiyo watu wengi wanahofia huenda mchezo wa dabi usichezeke siku ya leo kutokana na kwamba Young Africans wameshindwa kuwaruhusu Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa ngoja tukujuze kile ambacho kimeweza kujiri siku ya jana kuhusiana na kikosi cha wanamsimbazi kuzuiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa, halafu tutakwenda kuzisoma zile sheria zinazosimamia mpira wa miguu. Je, zinasemaje timu isipofanya mazoezi? Je, wataweza kuruhusiwa kucheza mechi? sasa kwa upande mwingine, huyu ni mchambuzi wa soka nchini Tanzania Farhan Kiam ameweza kuzungumzia na kulichakata sakata hili kiundani zaidi kuhusiana na swala la Simba kuzuia kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Farhan aliweza kuanza kwa kusema hivi, Simba imezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye dimba la Mkapa kama ambavyo kanuni inaagiza. Waliozuia ikitajwa kuwa ni makomando wa Yanga na, was, na wana, wa, wasimamizi baadhi yao huku hawana sababu maalum zaidi ya kuambia kuwa mbona miaka yote hawakuwa wakienda kufanya mazoezi ya mwisho hivyo hawawezi kuwaruhusu. Kitendo cha kumzuia Simba kufanya mazoezi ni kuvunja kanuni na kumnyima haki mgeni wa mchezo huo ambaye alitaka kufanya mazoezi ya mwisho muda sahihi kuendana na kesho, kufuatia Simba kuzuia tangu saa moja kuingia uwanjani, imelazimika wachezaji ambao wapo kwenye mfungo wa Ramazan na kwa resma kufuturu kwenye basi, huku wakiondoka rasmi uwanjani, uwanja wa Mkapa saa tatu usiku baada ya kushindwa kuingia uwanjani. Hii siyo haki kwa klabu ya Simba, hawajatendewa haki. Huyo ni Faran aliweza kuanza kwa storio, lakini akaweza kuandika tena na kusema hivi, Simba E, kwa upande mwingine, tukiachana na kuwa kanuni zetu hazipo sawa sana, kwa kichotokea, ile tujifunze kwa Simba namna na wanakuwa waungwana sana kwenye u mpira. Simba aliwaruhusu Azam kuelekea mzizima debi kufanya mazoezi yao na mwisho usiku pale kwa Mkapa siku ya Jumapili kuelekea mchezo wa Jumatatu, huo ni ungwana wa hali ya juu sana na kuonyesha kuheshimu kanuni. Simba alipokuwa mwenyeji wa debi iliyopita, Yanga walifanya mazoezi lupaso bila shida yoyote ile. Tukiachana na mambo ya kanuni, unazuia wachezaji wasiingie ikiwa wapo kwenye mfungo na wajafuturu, unatesa ndugu zako wa taifa moja ndani ya ardhi moja, wanafuturu kwenye basi. Ipo tu Tanzania, ama kama Champions League, eh, mechi za ugenini? huyo ni farani akiendelea kusema kwamba kitendo ambacho Yanga wamekifanya si fea kweli kweli. Sasa kwa mujibu wa Farana, akaweza kusema hivi, Simba hawawezi kugomea mechi ya kesho kwa sababu ya kanuni. Ukisoma kanuni za TPLB toleo la mwaka 2024, kuna kifungu kuhusu taratibu za mchezo, kinasema, timu kufanya kosa la kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Hivyo maana yake kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Kwa kuwa Simba kuto kufanya mazoezi ni kosa la kikanuni, ikitokea anagoma kwenda uwanjani kesho maana yake Yanga anapewa alama tatu na mabao matatu kwa kuzingatia kanuni. Tusome kanuni ndugu zangu, hapa Yanga akitiwa hatiani basi atalipa faini pekee, ila mchezo upo palepale. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wafarahani, kwa zile kanuni zinazosimamia mpira mguu, basi mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Young Africans utakwepo, ambapo ukiangalia katika kanuni zinasemaje, kanuni ni kama hivi ninavyosema hapa, kifungu cha nne Timu yoyote itakayopewa ushindi katika mchezo wote wa ligi kuu kutokana na makosa ya kikanuni yaliyofanywa na timu pinzani katika mchezo husika yanayosababisha timu kunyang'anywa ushindi au timu pinzani kupewa ushindi itanuku, itan, itanutunukiwa pointi tatu na magoli matatu. E, kifungu cha tano kinasemaje? Kinasema timu mgeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zote e, zozote e, za kukwamisha timu geni kukidhi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa hiki kifungu cha tano kwamba timu zote zitatakiwa kufanyia mazoezi katika uwanja wa ugenini siku moja kabla ya mchezo. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa kifungu hiki, Simba mechi ipo pale pale mpaka pale e, makamishna wa mchezo watakapothibitisha labda Simba walihujumiwa, basi moja kwa moja kuna uwezekano e, mchezo huu kwa upande mwingine ukaweza kuhesabiwa, lakini Yanga watakwenda kutozwa faini kutokana na kosa ambalo wameweza kulifanya. Ar tena akaweza kuchambua na kusema kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi kuu kilichotokea ni kifungu cha utaratibu wa mchezo, ambapo Simba anapaswa kufanya mazoezi angalau siku moja kuelekea mchezo, na mazoezi hayo yawe muda ule ule sawa na mechi, na nukuu timu mgeni itafanya mazoezi kwenye mechi kwenye kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi, katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zozote kukwamisha timu geni kukidhi ipasavyo au kubaki, kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Sasa endapo timu mwenyeji yanga atatiwa hatiani, adhabu yake kwa mujibu wa kifungu cha kumi na saba ambacho kinasema adhabu yake ni zifuatavyo: ya kwanza onyo kali au karipio kali; kifungu cha pili kutozwa faini kuanzia laki tano mpaka milioni moja za Kitanzania. Hii ni kwa mujibu wa kanuni. Hivyo kiutaratibu, hapo mechi inapaswa kupigwa. Sasa inapigwa vipi? Ndipo hapo binafsi sijui, ila kanuni zipo hivyo, kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa kanuni Simba anatakiwa kwenda kucheza mchezo wake, lakini wao TFF watakwenda kuangalia, je, e, Yanga walikosea wapi? Basi kwa mujibu wa kanuni ni kwamba Yanga anatakiwa kutozwa faini ya laki tano mpaka milioni moja kwa kosa la makomando kuweza kuizuia Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa nyingine ni kwamba wale makomando ambao waliweza kuizuia Simba kwenda kufanya mazoezi, kuna taarifa zinadai kwamba tayari wamekamatwa na jeshi la polisi, na kwa upande mwingine kesi zao zitakwenda kusikilizwa. Lakini mchezo wa Simba dhidi ya Yanga kwa mujibu wa kanuni na taratibu upo pale pale, lakini ndio hivyo, Simba wanakuwa hawajanufaika uh, kwa kuweza kufanya mazoezi. E bwana, nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho Young Africans wameweza kukifanya? Sharia, na tumeweza kukupa sheria na kanuni zingine ambazo zinasema kuelekea katika mchezo ujie. Kwa upande wako nje kushauri, toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.